Ulishawahi kujua kwamba mzee Nelson Mandela aliwahi kuoa mjane wa, wa aliyekuwa rais wa Msumbiji yaani Samora Machel? E bana, hii ni Makinikia ya Habari, na leo nakuletea hekaya fupi ya mzalendo na baba wa taifa la Afrika Kusini mzee Nelson Mandela pamoja na familia yake. Sasa Nelson Mandela alizaliwa mwaka 1918 na kufariki mwaka 2013 na 13, akiwa na umri wa miaka 95. Alizaliwa na baba Mphakanyiswa Gadla Henry Mandela ambaye alifariki mwaka 1930 na mama yake Nonqaphi Fanny Nosekeni aliyefariki mwaka 1963. tatu Mandela alioa wake watatu na kupata watoto sita, wajukuu kumi na saba na vitukuu kumi na tisa Ndoa yake ya kwanza ilikuwa na Evelyn Ntoko Mase, ambaye ilifungwa mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nne ambapo walizaa watoto wanne. Wa kwanza Madiba Thembekile Thembi, aliyefariki kwa ajali ya gari mwaka elfu moja mia tisa sitini na tisa akiwa gerezani. Wa pili Makaziwe, wengi wakimfahamu kama Maki, aliyefariki utotoni mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nane. Makgatho Lewanika alikuwa ni mtoto wa tatu aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na kufariki mwaka elfu mbili na tano kwa ugonjwa na unaohusiana na Ukimwi. Lakini mtoto wa nne alikuwa ni Pumla Makaziwe Mandela aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nane mtoto pekee aliyenusurika katika ndoa hiyo ya Mandela pamoja na Evelyn ambao wao walitalakiana mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nane. Evelyn Ntoko Mase yeye alifariki dunia mwaka elfu mbili na nne akiwa na umri wa takribani miaka themanini na mbili. Sasa mnamo Juni kumi na nne mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nane Mandela alioa mke wa pili ambaye ni Winnie Nomzamo Madikizela Mandela aliyezaliwa kwa jina la Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela mnamo Septemba 26 mwaka 1936 na kufariki tarehe mbili Aprili mwaka 2018. Sasa ndoa ya Mandela na Winnie walifanikiwa kuzaa mabinti wawili, wa kwanza akiwa ni Zenani aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na tisa wa pili akiwa ni Zindzi Mandela aliyezaliwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na kufariki mwaka elfu mbili na ishirini wakati wa janga la COVID-19 na kuzikwa karibu na mama yake siku moja kabla ya Mandela Day. Mandela na Winnie walitalikiana mwaka elfu moja mia tisa tisini na sita na ndipo tarehe kumi na nane julai mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane siku ya kuzaliwa ya mandela ya kufikisha miaka themanini alipoamua kufunga ndoa na graca machel ambaye huyu alikuwa ni mjane wa rais wa zamani wa msumbiji yaani samora machel hii ndoa haikuzalisha watoto lakini graca aliungana na familia kubwa ya mandela Jumla ya wajukuu wa Mandela ni 17: tisa kutoka kwa watoto wa Evelyn na wanane kutoka kwa watoto wa Winnie. Hii ilikuwa ni hekaya fupi ya baba wa taifa la Afrika Kusini, Mzee Nelson Mandela. Mimi naitwa Basibeni Gen Z wa Makinikia ya Habari. <mulia>